Klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji ambapo Simba wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuri. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, umeweza kufurahishwa na ushindi wa mabao sita kwa sifuri ambao Simba wameweza kuupata dhidi ya Dodoma Jiji, like video yetu, alafu twende kwenye comment section, katuambie ni mchezaji gani ambaye ameweza kukosha katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Fam, Simba Sports Club walikuwa aggressive sana katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Katika dakika ya kumi na saba tunashuhudia kupitia pasi safi aliyopiga Kibu Dennis, basi Elim panzu kibisawala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kwanza, lakini tunashuhudia katika dakika ya ishirini na mbili kutokana na kosa ambayo ilipigwa na Mohamed Hussein Shabalala, Jan Chazo Hua akaiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la pili, na katika dakika ya arobaini na tano kabla ya kwenda mapumziko, Kibu Dennis Prosper aliweza kumfanyia setup Jan Chazo Hua katika dakika ya arobaini na tano na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu na mpaka mwamuzi wanapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba alikuwa ameseti standard ya bao tatu kwa sifuri katika kipindi cha pili. Moto ulikuwa ni ule ule, katika dakika ya arobaini na saba kupitia pasi safi alilopiga Elimu Panzu, Steve Deze Mukwala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Klabu bao la nne na tunashuhudia Simba Sports Club wakaendeleza msako katika lango la kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, na ndipo katika dakika ya hamsini na tano kupitia kwa kona iliyopigwa na Elim Panzu kibisawala basi Kibu Denis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tano, na tunashuhudia kabla ya mchezo kumalizika, tunashuhudia Kibu Denis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la sita na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameshinda bao sita kwa sufur dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji farm. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba kwa sasa wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo ishirini na mbili wameshinda michezo kumi na saba sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja simba wamefunga mabao hamsini na mbili na wao kuruhusu mabao nane goal difference ni mabao arobaini na nne na wakiwa na pointi hamsini na saba katika nafasi ya ya pili lakini nafasi ya kwanza ni Young Africans ambaye amecheza mechi ishirini na mbili akiwa na alama amefunga mechi kumi na tisa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili Young Africans amefunga mabao hamsini na nane na kuruhusu mabao tisa akiwa na goal difference ya mabao arobaini na tisa akiwa na pointi hamsini na nane kileleni mwa msimbabu wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tofauti ya alama kati ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga ni alama moja. Kwa hiyo tunaona ni, ni miongoni mwa resi ambayo kila mtu anasubiria kuona ni nani ambaye atakwenda kubeba ubingwa msimu huu. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika na Wekundu wa Msimbazi kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuri kupitia aliyewahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club nduguaji Sunday Manara ameweza kupiga kijembe kizito kutokana na Simba kushinda bao sita kwa sifuri. Manara ameweza kupiga kijembe kuhusiana na Simba kukimbia mchezo wa Kariakoo derby uliokuwa umepangwa kuchezwa Machi nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Manara anasemaje? Anasema kiukweli makosa yetu kumbe ni yetu aise, tuliwatisha sana na hii mikwara yetu, mlishaja kwenye mfumo tulikuwa tunawakanda nane kama tarehe ilivyokuwa inasema tarehe nane. Kwa hiyo tunaona Manara ushindi wa Simba ambao ameweza ameweza kupata basi kuwapiga kijembe kizito kuamba makosa yalikuwa ni Yanga kuwatisha ndio maana Simba walikimbia tarehe nane. Nini maoni nini mtazamo kama mdau wa Simba kwa hiki ambacho amekisema nduguaji Sunday Manara? Unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kumjibu Manara. Je, Kweli Simba waliikimbia Yanga au ni nini? Hebu mjibu Manara hapo kama ni mdau unayeshabikia klabu ya soka ya Simba sustabu kutokea mkoani Dar es Salaam.